Kwa wanangu vijana, kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mliyoyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo. Kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlio yafanye nini, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. hivyo ni wasihi sana wanangu, vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote vile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali, msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia.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 Asante waheshimiwa wabunge, nashukuru waheshimiwa wabunge. Ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo, wanaimba kwa kufuata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama hasa ofisi ya DPP kuchuja viwango vya makosa na kwa wale waliofuata mkumbo, basi waseme nao wa kisha wawaachie waende kwa wazazi wao. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa thelathini na nne yanasema na hapa na nukuu, Yesu akasema Baba, yasamehe kwa kuwa hawajui watendayo.